Mwakilishi wa kike katika kaunti ya Nyamira Jerusha Momanyi amewashauri vijana kujiunga na timu za michezo, ili kukuza talanta zao kama njia moja ya kujichumia riziki na kujiepusha na hulka mbaya katika jamii. Akizungumza kwenye hafla ya kutoa mipira na sare kwa timu za michezo kutoka eneo hilo, Momanyi amesema talanta zikikuzwa vyema zinaweza kuwaajiri vijana na kuwapa kipato kizuri. Aidha mwakilishi huyo wa kike alitoa hema kwa vyama vya ushirika huku akiwahimiza vijana na kina mama kujiunga kwenye vyama vya akiba na mikopo ili kupata ufadhili wa serikali. Ninafanya wow. <laughs> <laughs> <laughs> empowerment kwa youth na vile mumeona, nimekuta kuona clubs. Zile clubs ambazo zinafanya kazi mpaka saa hii, mmesikia vile kocha amesema kutoka hapa tuko na mmoja ambaye anawakilisha Kenya nje ya nchi, ni kwa sababu yeye alijitokeza. Na hivyo kwa hivyo tunataka wengi wajitokeze. Mimi kupita hivi ni kuwafanyia empowerment ya kuwapatia mipira, na pia niwapatie uniforms, wakienda kuanza kuendelea na mazoezi na kwenda kumiti na hata clubs kutoka hapa nje ya hapa, wakuwe wamejitambua wako na uniform, wanaonekana na wanajulikana, hawa ni wanamchezo.